Hatimaye mateka wote 20 wa Israeli wamewachiliwa huru. Jeshi la Israeli limethibitisha kwamba mateka wote 20 waliokuwa wakizuiliwa Gaza sasa wamekabidhiwa rasmi, na hivyo kuhitimisha kipindi cha zaidi ya miaka miwili wakiwa chini ya mikono ya Hamas. Kwa upande wake, Israeli imekubali kuachilia huru zaidi ya wafungwa 1,700 wa Kipalestina. Makubaliano hayo yamesimamiwa na Marekani Misri, Qatar na Israeli chini ya kauli mbiu operesheni Shavim Legvulam, ikimaanisha kurudi mipakani mwao. Huku yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump yuko nchini Israeli kwa ziara ya kidiplomasia akiongoza juhudi za kuleta amani ya kudumu katika eneo la mashariki ya kati. Trump ametangaza rasmi kuwa vita vimekwisha huko Gaza, kauli yake ikiibua matumaini mapya kwa wakaazi wa ukanda huo, huku familia zikikumbatiana na wapendwa wao kwa majonzi na furaha. Swali linalosalia ni je, huu ndio mwanzo wa amani ya kudumu huko Gaza? Tushirikishe maoni yako kwenye comments.